Maandamano yaliyolenga kuwa ya amani ili kuwakumbuka vijana waliopoteza maisha yao mwezi Juni mwaka uliopita, wakiteta kuhusu mswada wa fedha yaligeuka na kuwa uwanja wa vurugu, uhuni, uporaji na ubomoaji, matokeo yake yakiwa Wafanyi biashara wengi jijini Nairobi kukadiria hasara kubwa isiyoweza kukadirika. Miongoni mwa walioporwa ni maduka kuu ya Quickmart na Naivas kwenye maeneo tofauti jijini Nairobi, na hivyo basi tumeona uharibifu huo, sio uharibifu ambao unaambatana na lile lengo ambalo lilikuwa limewekwa na wale ambao waliopanga uh, maandamano ya jana lakini ni maandamano, ni uharibifu ambao ulipangwa na watu wengine. Wafanyabiashara kwenye vituo vya basi na hata maeneo yaliyoko kwenye kando ya barabara kama maduka ya simu pia wakilalama, baada ya maduka yao kuvunjwa na bidhaa zao kurushwa nje kwenye barabara. Polisi wafanye investigations na waweke katika vitabu wale watu ambao wamehusika katika maneno ya kuharibu mali ya wananchi na mali ambayo ni mali ya, ya umma. Lakini si wafanyabiashara tu walijipata pabaya wakati wa maandamano. Taasisi za serikali vilevile hazikusazwa. Katika eneo bunge la Kikuyu, afisi zote za umma zikiteketezwa kwa moto, ikiwemo mahakama ya Kikuyu, hali ambayo imelazimu mahakama hiyo kufunga kwa muda usiojulikana. Kikuyu

Taswira ilikuwa sawia katika mji wa Olkalou ambapo mali ya serikali ya dhamani isiyojulikana iliharibiwa na kutiwa moto na waandamanaji waliokuwa na ghadhabu. Kiangalia pale juu kwa dio vitambulisho vyote vya watoto wetu ambao walikuwa wameapply ili waweze ku, kuandikisha kula na pia kutafuta kazi vimechomwa. Documents za mashamba ya municipality hii pamoja na area hii yote yote, ile banka ya hizo document imechomwa. Haya yanajiri huku ikibainika kuwa watu kumi na sita walipoteza maisha yao katika maeneo tofauti nchini. Tayari jamaa za waliofariki wameanza kutambua miili katika vyumba vya kuhifadhi maiti nchini. Huku takriban watu 400 waliojeruhiwa wakipokea matibabu hospitalini. The criminalization of constitutional rights in this country must stop. Families are grieving and we are saying enough is enough. 23 years old only. 23 years old. A father of two. You know, his life has been taken away by the same bullet that is meant to protect him. Mary Kialo, Undugu TV.